Vituo vyetu hapa. Hapa sokoni kulikuwa na vituo zaidi ya vinne, shuleni pale kulikuwa na vituo shuleni kule, kulikuwa na vituo sharaza pale kulikuwa na vituo vya kupiga kura. Kajitokeza kwa wingi zaidi ya asilimia 98 ya waliojiandikisha mlijitokeza kupiga kura. Kwa hiyo nimekuja kuwapongeza kwa opongeza, kwa jukumu hili. Kwa hiyo baada ya pongezi hizo, sasa jambo la kwanza nilokuja nalo kwenu ndugu zanguni mimi pamoja na Mheshimiwa Msabaha hapa, lakini tumekuja vile vile kwa niaba ya Daktari Samia Suluhu Hassan, tumekuja kuwashukuru sana wananchi wa Kirongwe kwa wema wenu, kwa hisani yenu, lakini kwa kujitokeza kwenu siku ya tarehe 29 na kumpigia kura nyingi Daktari Samia Suluhu Hassan. Hapa Mafia amepata kura zaidi ya 37,000 haijawahi kutokea toka historia ya upigaji kura katika kisiwa cha Mafia uanze rais anayetokana na chama cha mapinduzi kwa kupata idadi kubwa ya kura. Tukirejea uchaguzi wa mwaka ishirini ishirini, wakati ule mzee Magufuli alipata kura kumi na tatu elfu na mia sita kama na sabini na kitu hivi, lakini mwaka huu daktari Samia amepata kura zaidi ya 37000 tafsiri yake amekwenda zaidi ya asilimia mia tatu ya waliojitokeza, lakini waliompigia kura daktari Samia, tupige makofi mengi. Lakini kipekee niwashukuru, washukuru mimi binafsi. Ndugu zangu, ni haijawahi kutokea kwenye historia ya jimbo letu hili, historia ya wilaya ya Mafia. Mliojitokeza kupiga kura ni zaidi ya 38,000. lakini mlioniunga mkono mlikuwa zaidi ya 36,000 ukirejea uchaguzi wa 2020 ishirini -20, nilipata kura 12600 leo mwaka huu 36000 zaidi ya asilimia 300. Nachukua 12 ukizidisha mara mbili 24, ukizidisha mara tatu ndio 36. Tafsiri yake waonge, imeongezeka zaidi ya asilimia 300 waliopiga kura, lakini walioniunga mkono mimi. Lakini halikadhalika waliojitokeza na kumunga mkono mheshimiwa Saidi Msabaha. Ndugu zanguni, hatuna neno zuri la kuambia zaidi ya kusema asanteni sana, asanteni sana, asanteni sana. Tunawashukuru sana. warabu anasema man la yashkuru nasi la yashkurullah, yule ambaye hawezi kuwashukuru binadamu wenzake kwa wema, kwa ihsani, kwa imani, hata Mwenyezi Mungu hawezi kumshukuru. Ndugu zanguni, sisi kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, kwa niaba ya Daktari Samia Suluhu Hassan, mimi na mwenzangu Msabaha leo tumejitokeza mbele yenu kwa kuja kuwaambia neno moja tu la shukurani sana. Na sisi ndugu zanguni, tunawaahidi kuanzia tarehe ishirini na tisa tarehe thelathini, matokeo yakatangazwa, tuko pamoja na nyinyi, tutaendelea kufanya kazi kwa uaminifu mkubwa, uadilifu mkubwa, unyenyekevu, uchapakazi, upendo pamoja na umoja kwa kuhakikisha tunakwenda kupambana na changamoto zinazotukabili kwenye vijiji vyetu, kwenye kata zetu, kwenye wilaya yetu. Tunataka miaka mitano ijayo Mafia isiwe hivi ilivyo leo, lakini hayo hatutaweza kuyafikia kama hatutapata ushirikiano wenu. Kwa hiyo tunakuja kuomba tena, ndugu zangu, tunaomba ushirikiano wenu, tunaomba umoja wenu, tunaomba upendo wenu, tunaomba nguvu yenu ya kuhakikisha jukumu hili zito mlilotupa la kuhakikisha tunashughulikia changamoto za Mafya tunakwenda kutatua, na hili tutaliweza iwapo kama tutakuwa wamoja. Na swala la ushirikiano na umoja, ndugu zanguni, sio swala ambalo nimelisema mimi, hata katika Qur'ani limetajwa, wa hatasimu bihablillahi jamia wala tafarraku, shikamaneni muwe kitu kimoja, wala msiwe makundi makundi. Kwa ndugu zanguni, uchaguzi umekwisha na uchaguzi umepita. Sote sasa hivi tunawajibika kuwa kitu kimoja, kuhakikisha tunapambana na changamoto tunazokabiliana nazo kwenye jimbo letu, kwenye kata zetu, na kwenye vijiji vyetu. Hayo tutaweza kuyafanya iwapo kama wote tutakuwa na ushirikiano wa dhati, ushirikiano wa pamoja. Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo poa! Kirongwe hoye, wazee wangu, ndugu zanguni, hilo lilikuwa jambo la kwanza. Jambo la pili na la mwisho, Nisema nitaongea kwa dakika tano, ndugu zanguni baada ya uchaguzi kwisha na kutoa hilo neno la shukurani, tumekuja kwenu. Mimi mmeishi na mimi miaka mitano, miaka mitano imekwisha. Mzee Msabaha amekuwa naye miaka mitano, miaka mitano imekwisha. Ndugu zanguni, baada ya uchaguzi kukamilika na kuisha, tunawajibika kuingia kazini. Leo tumekuja kwenu, kuja kupata hadidu za rejea kuja kupata nini? Tuanze nacho kwa hapa Kirongwe, nini mnadhani cha kwanza kabisa tunachopaswa kushughulikia katika kipindi hiki cha miaka mitano ya awamu yetu ya pili? Jambo gani haswa mahususi mngependa hilo tukianza nalo, nyinyi na nyinyi mioyo yenu itapata kutulizana. Kwa hiyo jambo la pili, ndugu zangu, ni liko kwenu, kwa kadri mtakavyoona inafaa, tutatoa nafasi ya kila mmoja Pate nafasi ya kuzungumza kwa lile ambalo anaamini, tukianza nalo katika kipindi hiki cha pili, kuanzia mwezi huu tutakwenda kutekeleza au tutakwenda kuyafanya kwa lengo na dhamira ya kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto hiyo. Tafsiri yake tumekuja kuomba kazi. Tunafahamu kwenye ilani yetu kuna kazi ya kufanya, lakini sio vyote vya kwenye ilani vinatatua changamoto za kila sehemu, kwa kuna changamoto nyingine ni za sehemu husika Nasema alo tumekuja kwenu leo kuja kuwaomba mridhie, mtupe taarifa, mtupe maazimio yenu, mtupe maoni yenu, mtupe ushauri wenu, mtupe maelekezo na miongozo yenu, kwamba kwa upande wa hapa Kirongwe, tunadhani tukianza na jambo fulani tutakuwa tumeanza na mguu mzuri, sababu anasema dalili ya mvua ni mawingu, sio eh, dalili ya mvua ni mawingu na ukiona giza limeanza kuwa zito, basi ujue asubuhi inaanza kukaribia. Kwa hiyo tumekuja kwenu ili tuyajue hayo, ili na sisi tujue kitu gani tukianza nacho tukawa tumeanza na mguu mzuri wa safari yetu ya miaka mitano ijayo. Wazee wangu, ndugu zangu, ni kwa ufupi kabisa yaliyotuleta leo kwenu ni hayo, mengine yatatokana na nyinyi. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa kunisikiliza.